Uh, sawa uh, umesema katika swala zima la karati kuna support ambao unaipata kupitia vyama vya michezo, na sasa sije Yeah, Amoni, kuna haja ya kulipeleka hili katika mashule, kwa sababu ukiangalia michezo mingine tayari mashule wameamua kwa gani, mashule wameanzisha michezo kama football, netball na michezo mingine ya kamba na michezo mingine ambao ni rasmi katika nadhari. Kwa upande wenu nyinyi je, yeah, Amoni, kama kuna haja ya kufikisha katika ngazi ya shule ili mchezo uweze kutambulika kuhusu mashule. So yaani yaani uh, so, so, yani, yani, so, so mpira tu au karati au nini michezo so yote, wenzetu yenaanza shule, kwa sababu shule ndo kwenye taifa la leo na kesho, shule kuna taifa la leo na kesho. Sasa unapokuwa hatuwashirikishi hatu watoto kwenye, kwenye mashalati basi inabidi tuwe na watu wazima ambao baada ya nguvu ile inakuwa ina lazima sasa tuwe na watoto kwa hiyo michezo yote basi, baba wa michezo yote ni mashule, na kaanza kupata mtoto huyu kwa ndio unampata mchezaji bora kesho, na ndio maana hapa Zanzibar licha ya mashule kwamba kuna zile yale mashindano ya mashule wachezaji wakubwa wametoka kule, lakini kwa kupitia ZFF uh, wana juniors na kozi tofauti tofauti mpaka wanaingia, kuna daraja la kwanza uh, daraja la pili, daraja la tatu, daraja la nne. Hiyo ni rika tofauti tofauti tofautitofauti uh, ili waweze kupata uh, wachezaji wazuri. Kwa hiyo, haja ya kuingia mashule ipo haja kuwa za makusudi, kila muda huwa tunachukua tuna na nashukuru wizara uh, nini wizara uh, ya elimu wametupokea, lakini hatujapata uh, zile pilot school tu basi, lakini wizara ya elimu imetuchukua wametupokea vizuri, kwa sababu uh, sana sana sema wizara imepumana kwa mashule tayari huu mchezo unaweza kuwafaa ndio, uh, tunazungumza na wizara ya elimu Ba baadhi ya watendaji wa wizara kupitia mkurugenzi kwamba lengo ni kutupa pilot school kwanza za uangalizi, ili tuweze kufika katika malengo, na hili litafanyika na tunategemea mwakani inshallah, basi itakuwa rasmi kuanza kufundisha katika mashule mbalimbali. Hapa labda sababu umesema mna malengo ya kupeleka shuleni yani. Labda anachi ata kujua pengine wazazi wanaona ama wanacho nasikia kujua kwamba sasa hivi kuna kipindi ambao watu wetu wataenda kufundishwa mchezo wa karati, labda katika kulipeleka hii ni je, mmeandaa mazingira yote kwa kuhakikisha watoto wabaki salama, ukizingatia mchezo wenyewe ni mchezo wa... mchezo wa karati sio mchezo wa hatari kama unavyofikiria wewe, ni mchezo wa peace unaona, mchezo wa peace na azia sasa, nakupa hiyo swala, angalia watoto wanaofundishwa karate katika mitandao yeah, na jinsi gani wanavyofanya na maamkizi yao. Naona kwa hiyo sisi kama tulivyokueleza pale mwanzo, sisi hii ni elimu. Kuna grade moja, yani nasari primary secondary. Kwa maana yake huwezi kufundisha bila kuwa na, na ule mtaala Yeah. Sisi tuna mitaala. Kwa hiyo watoto tunakuwa na mitaala yao, wakiondoka daraja fulani, wakija daraja fulani wanakuwa na mtaala wake, kutoka daraja fulani kwenda daraja fulani wanakuwa na mtaala wake. Sasa wanapita katika ile mitaala, kwa hiyo mtu tunamjenga effort, tunamjenga self-control na na etiquette, kitu kama hivyo, kwa hiyo tunamjenga katika tabia njema Naona hii karati ni kitendo cha cha uh, mwisho cha mwisho, yaani kumpiga ngumi, na kuna vitu hapa lazima vo vinafundishwa, okay. Hususan okay. Hasa okay. Hizi kwa upande wa pili changamoto kwa kweli ni mmoja ni moja ni sponsors basi, um, si elimu, si chochote kile nona, changamoto ni moja kwa mbili ni sehemu za kufanyia mazoezi iwe permanent, nona, si za kuhamahama, lakini changamoto kubwa ni masponsors ama wadhamini kwa sababu tunafanya mashindano makubwa hapa Zanzibar, lakini unakuta kwamba tunakosa wadhamini. Mfano wake kama jana kulikuwa kuna mashindano ya yamle yamle yamle, kuna pengine mchezaji fulani amepata kitu fulani. Sasa na sisi tungekuwa tuna wadhamini, basi mshindi wa kwanza anapata tuseme bodaboda, mshindi wa pili anapata hiki, mshindi wa tatu, kwa hiyo i ule mfumuko wakenaua mkubwa zaidi. Changamoto yenyewe ni hizo tu kwamba motisha ama wadhamini, kwa sababu sasa hivi tunaenda Nairobi, tunahitaji tupeleka watu si chini ya kumi na tano, lakini kwa sababu hatuna wadhamini tunaweza kupeleka watu watano. Okay, tumezungumza mengi na tumepata tuyajua mengi na hata watazamaji jua mengi kuhusu, labda kwa wale ambao wanahitaji kujiunga wote wanahitaji kufanya mchezo wa karati katika klabu zetu sisi ama klabu yetu sisi, basi waje Mwanakwerekwe, mkabala na skuli ya Magufuli ama mkabala na shule ya mama Samia. Ukiwa kwenye shule ya Magufuli utafika, lakini ukifika ukija kwenye skuli ya mama Samia ndo umefika zaidi, kwa sababu sisi tumeona tupo karibu na na skuli ya mama Samia Mwanakwerekwe. Kwa hiyo wanaokuja Mwanakwerekwe pale basi watapata, lakini kwa mawasiliano yetu ni ziro saba saba saba nne mbili tatu moja tano tano. Akipiga simu hiyo atapata ziro saba saba saba sifuri saba saba saba za mtelezamayi anaposema nne mbili tatu moja tano tano kwanza mimi wito zaidi serikali, kwa kweli wanatusapoti kwa hiyo wazidi kutusapoti, lakini kwa jamii sasa hivi wa wawashajiishe watoto wao kufanya mazoezi na sanaa na michezo tofauti, watapata faida, kwa sababu watoto wengi sasa hivi miaka hii wa mundani na kwa cheza jini Yi yi, kwa mwili yao ilikuwa ni mwili ya kukata. Kwa hiyo mtoto tunamhitaji kesho awe na nguvu za kiakili, awe na nguvu za kimwili, awe na afya njema, ili basi waweze kujituma na masuala makarati, ndio utasababisha watoto wao wasicheze game. Ah, asante sana sensei, nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Naamini jamii imepata chochote cha kujifunza kuhusiana na karate. Asante, na, asante, na, duk, na asante sana mtazamaji, na kila leo mwanzo alikuwa usiku na mwisho ulikuwa nami, na mtangazaji wako Suleman Ali, na leo tumezungumzia kuhusu swala zima la karati. Naamini umepata moja mbili tatu kuhusiana na swala sala la karati. Hadi kufikia hapa, niseme kuwa kesho na usiku lasich